Na nafikiri, na hapa nyumbani kumfuatilia, nazidi kumfuatilia, ambaye analeta vitu vipya kila siku, movie mpya, vitu vipya, idea nzuri sana, kama naweza kumfuatilia. Brighton vip? Sana. Okay, so, uh, wewe, nataka kujua kwanza in shorts, kazi yako ya uigizaji ilianzaje? Um, ah, uh, si, swali ngumu. Ilianza. Swali, so ngumu. Yeah, yani kusema kwamba ilianzaje. Mimi naweza kusema ilianza, mm, ilianza vizuri. Yaani, yeah. Ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye hizo kazi ya mimi? Um, ni ushawishi tu, nilishawishika kwa sababu mimi nilikuwa na future ya kuwa kameramani. Uh, lakini kulingana na cast ambazo zilikuwa nikizihitaji, mimi nilikuwa na, kizita, na kundi ambalo nilikuwa nikisimamia, mimi nilikuwa ni shooter na director kulingana na wasanii yani cast ambayo nilikuwa nikihitaji ilikuwa ni ngumu ikabidi nicheze mwenye hapo ndo ilikuwa ni mwanzo kwa hiyo nikajikuta na mimi nimeanza kupenda nikawa mwigizaji mpaka sasa hivi. kwa hiyo unaweza kukumbuka ilikuwa ni mwaka gani? ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na sita. elfu mbili kumi na sita? eh ndio ulianza hiyo kazi. ya ila mimi nimeanza kabisa rasmi kwenye mambo ya performance ya elfu mbili kumi na tatu. ila nimeanza ku, ku shoot movie elfu mbili kumi na sita Okay, big up sana. So, nitaka kujua uh, outfit yako. <laughs> Sijui ime imeendaje. Yaani vimetoka Dubai au vimetoka hapa hapa nyumbani? Hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Yeah. Sio hapa. Imetoka Mambeli. Yeah. Okay, vizuri. So, mimi nataka tuanze kwa kiatu. Naomba hicho kiatu kionekane vizuri. Mm-hmm. Kiatu kawaida elfu thelathini tu. Elfu thelathini. Yeah. Uh, unyama sana. Okay, suruali, so na nyuma ndio shilingi suruali kidogo hapa ndo sabini. Elfu sabini suruali. yeah. hiyo ni kampuni gani hii kampuni sijui mm. yeah lakini nimenunua tu elfu sabini. Okay. imetoka hapa au Dar es Salaam. Dar es Salaam. Yeah. Okay, vizuri so mtaka kujua t-shirt na yenyewe imeenda kwa shingapi i yeah, hapa thelathini. Thelathini. hiyo yeah. cheni na yenyewe iko, iko vizuri sana uh -huh. sio ya hapa hii. wala siyo ya Dar. mm, cheni hapa kuna mtu Uhum. Ila aliniambia bei lakini aliniulia, shabiki yangu alikuwa yeah, ametoka Marekani amekuja amekuja alifika Dar es Salaam, kwa hiyo ndo akawa amenizawadia cheni na peti yeah. Yeah, ni hapa jumla hapa aliniambia kama elfu thelathini na tano na ya. cheni na peti yeah. So nitaka kujua hiyo saa yenyewe, hapo mkononi kuna saa iko vizuri sana, imeenda kwa shilingi ngapi? Saa ni kawaida hiyo, pale nimechukua elfu tano tu. Elfu tano tu. Wako vizuri, sio wale wengine wanatupiga sana. So nitaka kujua hiyo glass fulani hapo macho, imeenda kwa shilingi ngapi? Hiyo hapa thelathini. Thelathini. Uko vizuri. So kwa jumla hapa ni shilingi ngapi? jumla ila bado kuna kitu umesahau. Nimesahau, nakumbuka simu. Simu tu yani, hapa ni ishirini, elfu ishirini. Yaani sikio tu imechukua elfu ishirini. Sikio moja elfu kumi sikio nyingine elfu kumi kwa jumla inakuja elfu ishirini. Okay, tumalize na simu naomba wenye uh, iPhone kumi so na saba sogeni hapa hapa, kuna simu ambayo tunataka <laughs> tuoneshe hii simu uh, inaitwaje? IPhone hii ni iPhone mm, kumi na mbili Pro, iPhone kumi na mbili Pro yeah. Yeah. uh, uh nimezawadiwa, pia na huyo, right. shabiki yangu ambaye alikuja, ya inaonekana anapenda sana mashabiki ya mimi, mashabiki zangu wananijali sana, yeye yeah, mm. anetea simu mm. ya yeah. na hivi vingine amenunua no, vitu amenunua no, Dar es Salaam mm. na simu pia amekuja amenunua I no, Dar es Salaam. Mm. Yeah. Bei ya simu alinionyesha receipt milioni moja kama na elfu tano, milioni moja na elfu tano. Kwa hivyo anamiliki simu milioni moja na elfu tano. jamani, watu huwa wanamiliki vitu vya bei kalikali sana so nitaka kujua kiujumla hapo, umegharimu shilingi ngapi tukichanga na simu hapo. Kweli mm, mm. inaomba vipige <laughs> hesabu uh, mimi sijasoma sana umevaa ume milioni moja na na nusu bado hajafikia. mm, ni milioni moja laki laki moja kama laki tatu. Hata laki tatu yenyewe nyingi sana. Hapa nilivyosimama kitu simu kuanzia Sizani kama inafika, yani inaweza kafika milioni moja na laki moja sabini au themanini hivi ya okay. Yeah. Big up sana. Shukrani. Okay, moja kwa mashabiki zako wanaokutazama muda huu, mimi nawapenda sana na waendelee kunisapoti, kazi zinakuja. Kuna movie yangu natoa tarehe ishirini, inaitwa Dumb Love. Mm. Yeah. Mm. Okay, shukran sana, hii iko ni drip check na Brighton, so jumlisha hapo, Brighton amevaa shilingi ngapi? Usitoke kutufuatilia ni Lydia bye.